Dunia tunayoijua leo inaweza kuwa na uso tofauti kabisa katika miaka michache ijayo. Wanasayansi wanatuonya juu ya matukio makubwa yanayoweza kubadilisha maisha yetu milele. Lakini je, tuko tayari? Haya ni mambo saba ambayo wanasayansi wanadai yatatokea duniani, ingawa wengi wetu hatufahamu hilo. Je, hatima yetu iko mikononi mwetu au hatuwezi kuepuka yanayokuja? Jambo la kwanza linalodhaniwa na wanasayansi ni kutokea kwa mlipuko mkubwa wa supervolcano. Supa volkano ni volkano kubwa sana yenye hifadhi kubwa ya magma chini ya ardhi na mfano ni Yellowstone supa volkano iliyowahi kutokea nchini Marekani. Volkano hii ililipuka mara ya mwisho miaka laki sita na arobaini iliyopita, na, na tafiti zinaonyesha kuwa mlipuko mkubwa huu unaweza kutokea kila baada ya maelfu ya miaka na dalili za kutokea kwake ni pamoja na kuongezeka kwa mitetemeko midogo ya ardhi na ongezeko la joto chini ya volkano. Sasa wanasayansi wanasema endapo Yellowstone supervolcano ikilipuka, majivu yake yatafikia miji mingi ya Marekani na kuathiri anga duniani kote. Mlipuko huu unaweza kusababisha majira ya baridi ya volkano ambapo majivu yatapunguza mwanga wa jua na kusababisha kushuka kwa joto duniani. Lakini pia kilimo kita rika na kutasababisha upungufu wa chakula duniani. Jambo la pili ambalo wanasayansi wanadai huenda likatokea basi ni uhai wa binadamu kurefuka kupita miaka mia moja. Sayansi ya biotechnology na genetic engineering inajaribu kurekebisha DNA ili kuchelewesha hali ya uzee. Teknolojia za urekebishaji wa jeni kama CRISPR zinaweza kusaidia watu kuishi kwa muda mrefu zaidi, labda hata zaidi ya miaka mia moja Yana hamsini. Na utafiti huu umeonyesha uwezo wa kuondoa magonjwa yanayohusiana na uzee. Tafiti zinaonyesha kuwa upungufu wa kalori, kwa maana ya caloric restriction, unaweza kuongeza muda wa kuishi kwa asilimia thelathini hadi hamsini kwa wanyama na huenda hata kwa binadamu. Lakini pia dawa kama rapamycin pamoja na metformin zinaonyesha uwezo wa kupunguza kasi ya kuzeeka, lakini ongezeko la idadi ya watu huenda likasababisha msongamano wa watu na uhaba wa rasilimali duniani. Jambo la tatu, wanasayansi wanasema kuwa kwa miaka ya baadaye, roboti na akili bandia zitachukua ajira nyingi sana duniani. Teknolojia ya artificial intelligence kwa maana ya AI inakuwa kwa kasi sana na inaweza kuchukua kazi nyingi sana hata zile zinazohitaji ubunifu na uamuzi wa binadamu. Watafiti mbalimbali mbali wanadai kuwa kazi za madereva, wahasibu, wanasheria na hata madaktari zinaweza kufanywa na AI. Hili linaweza kusababisha ukosefu wa ajira kwa mamilioni ya watu ikiwa hakutakuwa na mpango mzuri wa kubadili mfumo wa ajira duniani. Teknolojia ya AI kama vile ChatGPT, Watson wa IBM na DeepMind wa Google zinaonyesha kuwa zinaweza kufikiri kama ilivyo kwa binadamu. Utafiti wa McKinsey wa Global Institute unakadiriwa kuwa asilimia 40 ya kazi za sasa zinaweza kufanywa na mashine ifikapo mwaka wa 2050. Jambo la nne ambalo wanasayansi wanadai kuwa huenda likatokea kwa miaka ya baadaye ni sumaku ya dunia inaweza kubadilika ghafla sana. Kumbukumbu kumbu za miamba zinaonyesha kuwa poles za sumaku ya dunia kwa maana ya magnetic north na south poles hubadilika kila baada ya miaka laki mbili hadi miaka laki tatu, lakini kwa sasa imekaa kwa muda mrefu bila kubadilika kabisa, na dalili zinaonyesha kuwa inaweza kubadilika katika karne zijazo na mabadiliko haya yanaweza kuja kuathiri mifumo ya GPS, mawasiliano ya redio na kinga ya dunia dhidi ya miale hatari ya jua. Wakati wa mabadiliko haya nguvu ya sumaku inakuwa dhaifu sana, na hivyo kuifanya dunia kuwa katika hatari ya kuangamia kwa miale ya jua na madhara yake. Dunia itakumbwa na ongezeko la magonjwa yanayosababishwa na mionzi ya jua kama vile saratani ya ngozi, lakini pia satelaiti nyingi zinaweza kushindwa kufanya kazi. Jambo la tano, wanasayansi wanasema wanakaribia kugundua maisha ya viumbe wa nje ya dunia. Sayansi imegundua maelfu ya sayari nje ya mfumo wa jua, na baadhi ya sayari hizo zina mazingira yanayoweza kufaa kabisa kuweza kuishi binadamu. Kuna miradi kama SETI na James Webb Space Telescope inayotafuta ishara kutoka katika sayari zilizo na mazingira kama ya dunia kwa kutumia antena kubwa zinazopokea mawimbi kutoka ulimwenguni, na kuna uwezekano ya kwamba katika miaka hamsini ijayo tunaweza kupata ushahidi wa maisha ya nje ya dunia, iwe ni viumbe vidogo au ishara za ustaarabu wa hali ya juu. Na hili linaweza kubadili historia ya binadamu na mtazamo ya kidini na mitazamo ya kifalsafa pia. Jambo la sita, wanasayansi wanadai kuwa kwa miaka ya baadaye joto la dunia litafikia kiwango cha hatari zaidi. Sayari yetu inazidi kuwa na joto kali zaidi na viwango vya gesi chafu vinaendelea kuongezeka siku hadi siku. Wanasayansi wanadai kuwa kufikia mwaka wa elfu mbili na hamsini, joto linaweza kuongezeka kwa zaidi ya nyuzi mbili sentigredi, hali hii inayoweza kusababisha mafuriko, ukame na dhoruba wakali zaidi na miji mingi hasa ile iliyoko pwani kama vile New York, Jakarta na Mumbai inaweza kuzama kwa sababu ya maji ya bahari kuongezeka kwa kasi sana. Na jambo la mwisho ambalo wanasayansi wanadai huenda likatokea kwa miaka ya baadaye ni uwezo wa binadamu kuhamia sayari nyingine. Makampuni kama SpaceX ya Elon Musk na miradi ya NASA wanapanga safari za muda mrefu za kwenda katika sayari ya Mars, na wanasayansi wanadai kuwa karne ijayo inaweza kuwa ni mwanzo wa binadamu kuanzisha makazi nje ya dunia, lakini changamoto kubwa ni jinsi ya kuishi kwenye mazingira magumu ya sayari nyingine bila oksijen, chakula cha kutosha, na kinga dhidi ya miale ya jua. Mambo haya yanaweza kuonekana kama hadithi tu za sayansi ya kubuni, lakini wanasayansi wameonyesha ushahidi ya kwamba yanaweza kutokea kweli kabisa kwa miaka ya baadaye. Je,